Haka wa dmn p hapa, tunamzungumzia Ricardo Momo eh, mzee wa kudere. Ni kwamba amekuja kuzungumza na page ya, amezungumza pale Wasafi FM na page ya Wasafi imekuja kuposti na kuripoti kuhusiana na kitu ambacho Ricardo amekizungumza kumhusu Ibra na situation nzima ya Diamond Damonm baada ya, kum, ya kutumia wimbo wake Ibra wa copy and paste katika kuposti picha zake zile 14 ambazo ameziposti hivi karibuni katika ukurasa wake wa Instagram, jambo ambalo eh, liliibua mijadala mingi sana na watu wengi sana walikuwa wanajiuliza kwamba Diamond kufanya vile inamaanisha nini? kwa kwa nini amposti? Kwa nini aposti picha zake kwa kutumia wimbo wa Ibra, jambo ambalo hatujawahi kuliona huko awali. Eh, ni kwamba je, Ibra anasainiwa WCB. Kwa hiyo hapa moja kwa moja Ricardo Momo kaka wa Diamond Platinumz aliulizwa hilo swali directly, kwamba WCB ina mpango wa kumchukua Ibra. Kwa hiyo Ricardo bwana yeye kwa upande wake bwana amekuja amesema kwanza kabisa watu wasije kadthania labda Diamond alikuwa anatafuta kiki, kwa sababu obviously, siku zote kwa nguvu ambayo Diamond yuko nayo yeye huaga anafanya vitu alafu watu ndo wanapita navyo kama kiki. Hiyo moja, then Ricardo akasema kwamba kitu kingine ambacho yeye amenotice bwana ni kwamba Diamond alifanya vile kama vile kumsaidia, kwa sababu yule pia ni kijana amepitia mambo mazito, kwa kutumia wimbo wake katika kuposti E, picha zake mtandaoni ni kama vile kumboost kwa sababu tumeona impact ambayo imetokea. Maana baada baada tu ya ya ya Diamond Diamond kutumia picha ya Ibra, e, baada ya kutumia Diamond kuposti picha zake kwa kutumia wimbo wa Ibra, tukaona kule katika page ya Ibra ya Ibra YouTube katika ile ile ngoma ambayo ameiachia copy and paste, mashabiki wengi sana wa Diamond wameenda kuiangalia na kucomment vile vile kwamba tumekuja kuangalia hii video yote mwanzo mwisho, tusikilize hii ngoma kutokana na kwamba Diamond ametumia hii wimbo, tunataka tusikilize mwanzo mpaka mwisho O, kuna comment nyingi tu za mashabiki wa WCB sasa hivi katika peji ya YouTube katika wimbo huo wa copy and paste wa Ibraah, na hizi zimekuja mara tu baada ya Diamond kutumia wimbo huo katika picha yake aliyoiposti hivi karibuni. Lakini pia vile vile, ukiachana na hilo, kitu kingine ambacho tumekinotice bwana ni kwamba